Kwa hiyo sicasi. <laughs> wananona mi sina akili, sindio? Nimechanganyikiwa, nimepagaa, yaani tumefanya kama mchezo, taka kunilipa maumivu. Sa hivi malipo yanayokuja ni ya kunifanya mi nionekane sina akili. <laughs> Seriously, mchezo <laughs> walouanzisha wanacheza na mtu hatari sana, wanacheza na JJ Profesa. Maisha yao yako hatarini mno, hali inakwenda kuwa mbaya zaidi. Tunakwenda kutoka kwenye biashara, tunakwenda kufanya kuwa biashara zaidi. Sasa hatima yangu mie nipiganie, sitakubali. Wewe ni wangu Bebe basi kwelele. Naona upo tu leo wa mwanangu so, <tis> idunia aina huruma kabisa ni kabisa yani kabisa, huwezi amini ya yani, huwezi amini ya shemeji yako. Sasa hivi simu zangu washiki warili na inavyoongea na wewe hapa na asilimia kibao za kumkosa mwanangu kwa sababu hii yani sio kuambiwa na mtu, nimetokea adi wao pale mwanangu. Demu kanikataa kanikrash kweli, jamaa wangu yani, najuta najuta, natamani hata walau siku zingerudi nyuma nikakusikiliza, rafiki, maana natamani hata hapa ningekuwa na apa, ninge uwezo wa kurudisha muda nyuma nikakusikiliza hata ushauri wako yani. Hako, we, ndugu yangu, tatizo lako wewe, ndugu yangu, upende kushaurika. Si ndo naita jeijei, maushauri unaye washauri hadi atuna baresa akinamoa nakuja kutafuta ushauri kwako kule, nikakwambia ndugu yangu mapenzi hayajaribiwi ndugu yangu. Hayo yamekukuta yale nilikuwa nakwambia. Leo unaanza kunikumbuka mimi. Nilikwambia haya maneno, tayakumbuka hmm? hata siku moja huwezi kumwachia simba alinde swala bro, huwezi ukamwachia simba alinde zizi la ng'ombe. Lazima utakuta ng'ombe wako washaliwa bro, hayo yamekukuta leo. Mm? Na nakushauri hey, mimi wewe, wanangu nilikwambia, ndio maana nataka kukuletea mambo yangu, dili zangu nini, si mchongo yangu, sikuambii uniambii, sawa, yamekukuta hayo hapo. Leo nataka kuja ba ushauri tena mimi. Aya, mimi, nikushauri niku nini, mimi nikushauri nini ndugu yangu? Eh, nikambebe demu hapa, nimlete kwako. Ah, ah, nikambebe Nilishakwambia bro, nikamleta demu wako, nikambebe mshikaji wangu, aueteabuiseme uniseme unisimange amba iishatokea ni ujinga, ni ujinga wako, ni ujinga wako yani. Ni vitu ambavyo utumia akili, utumia akili bro, wewe unaenda kumpeleka demu wako kwa jamaa eti kiza pesa? Eee, kweli kweli <coughs> Hakuna budi, hakuna budi mimi sahizi kukubali kuwa ni mjinga. Hakuna namna yoyote ambayo naweza nikabirisha nika, nika uprofesa wangu JJ, lakini nasemaje, nasemaje bro, niachie mimi ndugu yangu ushamkosa mchumba hivyo. Yaani umekosa mchumba, umekosa pesa, kisha kabisa, habari yako. Habari yako imekwisha kabisa yani. Eh, nilikwambia, nishakushauri sana ndugu yangu. Kaniona mimi mjinga, nenda huko, nenda ukamchukua ukaona, ukakutana na visanga huko. Hatima yangu mie nipiganie, sitakubali wewe wa... Jamani, karibuni sana kwenye hafla hii fupi ambayo nilikuwa nimeandaa. Mm, ilikuwa kama utani, lakini hii imekuwa siri kwa sasa, kwa sababu nimeamua kuweka wazi mahusiano yangu kati ya mimi na Joara. Juale, nashukuru sana kunikaribisha moyoni mwako, na leo na zawadi nzuri sana ambayo nilikuandalia, natamani nikupatie. Oh, oh, oh. Ah, kufumba macho kujipopofua kujitakiae mwamuzi lochukwa naya jutia oh, oh, oh, oh, oh. Najisonya sonya jona mjinga sana. Tamana tanife mm, nililolifanya na stahili sana nilaumiwe. Mapenzi na pesa ndo yamekuchanganya. Penzi hukalizima ah. Hutaki kurudi kwake, umeng'ang'ana hivi, mimi sina maana ah. We ukae ujue moyoni mwangu mi, umezichezea hisia zangu. Hicho No, stop. Stop. kitu hakiwezekani kabisa, yani haiwezi kutokea kama hivyo, sio makubaliano yetu na tukupanga hivyo Stop! Acha, asa haiwezekani

Mapenzi na pesa ndo yamekuchanganya, penzi ukalizima. Ah, hutaki kurudi kwake, umeng'ang'ana hivi. Mimi sina maana? Ah, we ukae, ujue moyoni mwangu mie, umezichezea hisia zangu mimi. Hatima yangu miye niipiganie, sitakubali, ni wangu

Kipofu wa kujitakia ochukwa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Sonya jona, mjinga sana tamaa. Tanife nililolifanya na stahiri sana, mm -hmm. Sana nilaumiwe. Mapenzi na pesa ndo yamekuchanganya, penzi ukalizima ah taki kurudi kwake, umeng'ang'ana hivi, mi sina maana ah. We ukae ujue moyoni mwangu mie, umezichezea hisia zangu mimi, hatima yangu mie nipiga niye, sitakubali weni wangu ule jambazi ambao tunamkamata jana. Huyo si tunao mtumio huyo, na nyingine usijua kashafungwa miaka arobaini na anabadilishwa ina maana kesi yake acha somo. ila tuna unaweza kuongea na